Seth Olale pamoja na Stephen Leto wameabiri SGR na ndani ya SGR wapo wanachama wa ODM wakiongozwa na viongozi wao wa chama hicho, ambapo wanaelekea moja kwa moja katika county 001 county ya Mombasa, wakisubiri kulakiwa na baadhi ya viongozi ambao washafika maeneo wa yale, ikiwa safari ile ina lengo moja tu peke yake, kwenda kusherekea miaka ishirini tangu kuasisiwa kwa chama cha ODM. kume kumepangwa aina mbali mbali ya burudani, matamasha tofauti tofauti atakuwa akifanyika kule, lakini tayari ndani ya SGR kumewaka, kumechacha manake viongozi wote wanaselebuka taratibu wakielekea maeneo ya Mombasa. Seth Olale niko naye eh, yuko ndani pale ya SGR. Tueleze tu Seth Olale, safari ilianzia wapi na sasa hivi mmefikia wapi? Na maelezo mengi nafikiri unayafahamu manake. Naona hapo uh, ni kusherehekea, na pia vile vile kumwenzi Raila Amolo Odinga. kwakosel nam asanti sana. Basi, ni treni spesheli ambayo tayari imeng'oa nanga kutoka kituo cha SGR Nairobi Terminus, na hivi sasa treni hii spesheli ambayo imeabiriwa na wanachama wa ODM wakiongozwa na viongozi mbalimbali tayari inaelekea katika kituo cha Mombasa, kule pwani, eneo la pwani. Basi ni shughuli tu ya sherehe ambayo tayari imeanza na hivi sasa tu ndaweza kukuonyesha mtazamaji, moja kwa moja, yale ambayo yanafanyika hapa katika treni hii. Kama unavyoona viongozi mbalimbali ambao wanaongoza chama hiki na wanasherekea tu. Kumbuka kama ulivyosema mwenzangu, ni kwamba ni maadhimisho ya miaka ishirini ya chama cha ODM. Basi kumekuwa tu na shamrashamra na kumbuka, si hapa bali ni katika zile tunaita coaches tofauti na ni coaches ambazo zimeweza kubeba jumla ya wanachama elfu kumi. Nakumbuka kwamba kuna wengi wengine ambao wameabiri mabasi, kuna wengine wameabiri magari ya kibinafsi, na ni shughuli ambayo itakuwa inaelekea ama inaendelea kwa jumla ya siku nne. Lakini hebu hivi sasa tu tuzungumze na viongozi ambao wanaongoza kikundi hiki maalum cha kusherekea maadhimisho ya miaka ishirini ya chama cha ODM. Basi tuanze naye gavana wa Homa Bay ambaye ni vilevile ni mwenyekiti wa chama hiki, Gladys Wanga. Tunaona kwamba natayari sherehe imeanza kabisa. Uh, gari la moshi imeng'oa nanga kutoka Nairobi tunaelekea Mombasa. Kuna watu maelfu wamefika Mombasa tayari. Uh, hii gari la moshi SGR, tuko na watu wengi sana, tuko na wafuasi wengi sana wako kwa coaches nyingi sana, na hii train tuko nayo specifically for the ODM delegation uh, tunaenda Mombasa ku, kuangalia maisha ya kiongozi wetu Baba Raila Molo Odinga mahali yametoka na sisi, mahali yamefika na sisi na tunaenda wapi? How do we protect baba's legacy? How do we stand on that legacy. Na nataka kuambia wanachama wote, kama hujatoka nyumbani wewe Asante basi, uh, mwelekezi wangu merisha atakueleza. Tunaye DJ ambaye ni mbunge <laughs> wa Dagoreti kule uh, mheshimiwa Lachi, ni ye ndio DJ hapa, yeye ndio DJ ambaye anashikilia usukani kuweza tu kuburudisha wanachama wa ODM. Lakini hivi sasa tuendelee tu pengine na mahojiano, na tunaye uh, kiongozi wa wachache katika bunge la taifa ambaye ni Junet Mohamed Junet mnaweza munasherekea kwa fujo na ni kama pengine labda ni, ni, ma, ni sherehe maalum ya ODM, lakini mnaonekana ni kama pengine mko na motivation. Hii motivation ni kinywaji ama ni kini, mani, uji ama ni kipi? hakuna <laughs> aina haina uji haina uji, uji, lakini tumesherekea kwa sababu ya upendo ya chama yetu, chama ambayo kimedumu miaka 20. Chama Ambaye kimeanzishwa by the legend Baba Raila Amolo Odinga, na tumeingojea sherehe kwa muda sana. Unakumbuka ilikuwa ifanyike tarehe 10 Oktoba tukiwa na Baba, lakini kwa bahati mbaya akasafiri, akatuambia nikirudi tufanye pamoja, lakini hakurudi. Sasa tunakumbuka yeye sana, na tunakumbuka chama chetu pale nilipotoka. Na labda kwa upesi tu, wengi wanataka kujua ratiba. Siku ya kwanza hii leo, kuelekea kesho, na weekend. Hebu tueleze tu ratiba, na vile vile tunari... kesh kwamba Rais William Ruto atakuwa na, ana, ana, atakuwa anajumuika kwenye sherehe hizi maalum siku ya leo tukifika saa nane saa nane na nusu saa kumi tutakuwa na eh, kikao maalum ya National Governing Council ya chama kuidhinisha eh, kiongozi wetu mpya raia anaitwa uh, Dr. Oburu Oginga Odinga na, wavyo, na wanachama wengine. Sasa baada ya hiyo tunaenda mapumziko. Siku ya pili, Ijumaa tutakuwa na sherehe ya wamama, tutakuwa na sherehe ya vijana, tutakuwa na sherehe concert ya youth u, jioni, usiku. Then siku ya Jumamosi tutakuwa katika Mama Ngina Drive kufanya sherehe kubwa East Africa ambayo hajawahi onekana East Africa itakuwa na watu zaidi ya 1500 kutoka Kenya nzima wafuasi wa ODM ndioni. Sasa tutakuwa na mulo chakula maalum ambaye itaongozwa na rais wa jamhuri wa Kenya, President William Ruto, kama mwanzilishi founder member wa ODM, na ataungana na wale founder members wengine ambao walianzisha hii chama mwaka wa 2005 baada ya referendum ya chungwa na ndizi. Then siku ya jumapili juma tutakuwa na ibada maalum interdenominational prayer katika Ronald Ngala ground suko Kilifi, ambaye president pia atakuwa na wafuasi wetu pia watakuwa. Sasa tuko gangari, tuko tayari bwana, na nimefurahi sana vile Citizen nimekuja kuungana na sisi kusherekea chama chetu, chama cha kitaifa, chama ambaye kinatawala nchi ya Kenya, chama ambaye kikubwa, chama ambaye kitadumu kama... Asante sana. Asante sana. Ebu sasa tuzungumze naye Simba Arati ambaye ni vile vile gavana wa Kisii na ambaye ameweza kujumuika katika treni spesheli hii. Ebu Simba, tuelezee, tunaona kama mna tayari sherehe imeanza, na uh, kiongozi wa wachache alisema kwamba hakuna motivation, si uji, lakini pengine uliweza kuonja uji mapema eh? Kwanza nataka niseme kwamba mimi nashukuru uh, kwamba leo imefika na ile safari tulikuwa tumeanza ya kusherekea miaka ishirini ya chama cha ODM. Vilevile, kwa bahati mbaya baba akalala, lakini tumeamua kusherekea maisha aliyoishi na kwa chama alichoanzisha. Imagine kwamba miaka ishirini mtoto aliyezaliwa huyo mtoto amemaliza high school. Kwa hivyo hii chama ni chama cha vijana wanaitwa JNC, ndio chama chake na sisi huu tunashikilia katika uh, wakati wetu kuakisha kwamba chama kinaenda mbele. Hii safari ya Mombasa ni mfano uh, thabiti kuakisha kwamba ni vipi vyama vitaweza kuzwa, na tunaomba hata zile vyama zingine muige, mtakapofika miaka kama hii msherekee, lakini cha muhimu sisi kama chama tumekaa katika opposition kwa miaka karibu, kama mimi nimekuwa katika chama hiki miaka 18 nikiwa nimechaguliwa. Ne, ne, nataka niseme kwamba sisi lazima tutahakikisha tumeshinda kura ambazo zinakuja 2027 kila Mkenya kuwa tayari, tusherekee. Hata ukiwa nyumbani kama hujafika Mombasa, sherekea pamoja na sisi, furaha na Wakenya tukoe pamoja na. Basi ni sherehe ambayo tayari inaendelea na itakuwa inaendelea. Kumbuka kwamba sherehe imeanza rasmi. Basi wanasema kwamba, wanamwambia DJ ambaye ni mbunge Elachi kwamba aweke ile wimbo special ile ni papaji ambayo ya, inasema ya, unataka nani ama mnataka nani? Kwa hivyo ni sherehe ya kuadhimisha miaka ishirini ya chama cha ODM na tayari safari mengewananga kutoka kituo cha SGR cha Syokimau, yani, um, SGR terminus liru, na ni safari ambayo inaelekea moja kwa moja hadi jijini Mombasa ambapo liru, sir, Umewahi kuona chama kinafurahiwa namna hii hapa Kenya? Wewe ni mtangazaji mashuhuri hapa Kenya, umewahi kuona chama ambaye watu wamefurahia kama ODM hivi? Ndugu yangu, bwana, wambia wa Kenya bwana, chama ni kimoja, chama ni ODM, chama ni ODM. Chama ni ODM, ODM. ODM bwana, vyama vingine vya vijiji bwana. Naam, bila shaka mtazamaji, ndivyo hali ilivyo kwa viongozi wakiwa ndani SGR, na wana kibarua kigumu kuhakikisha kwamba wananchi wanaamini kwamba hiki ni chama cha chungwa, chama ambapo chungwa wala sidanzi. Kwa mtihani mkubwa ni kuwashawishi wafuasi wao wazidi kusimama na chama cha ODM. Mtazamaji, ndio msafara ambao umeweza kuendelea na umeweza kusikia alivyotueleza Junet Mohamed kutupa utaratibu wa shughuli ambazo zinatakana kuweza kufanyika kuanzia leo hadi siku ya Jumapili, na ametupa uhakika wa uwepo wake Daktari William Samuel Ruto kama rais wa jamhuri ya Kenya na kama keya miongoni miongoni mwa wale waanzilishi wa chama hicho ambaye ata ataungana nao siku ya Jumamosi uh, katika chakula cha jioni na pia vilevile siku ya Jumapili katika maombi maalum atakaofanyika katika kaunti ya Kilifi. Mtazamaji kumbuka, uh, tukichukua mapumziko mafupi baadaye tutakuwa tunazungumza uh, na waziri Ali Hassan Joho, waziri wa madini na uchumi wa maziwa na bahari, kuhusiana na dhahabu iliyopatikana katika maeneo ya Kakamega. Lakini pia yeye naamini kwamba yuko Mombasa, sio tu kwamba yuko nyumbani, lakini hili la ODM kwa njia moja ama nyingine, baadaye tutamuuliza kwamba je, uh, kuhusiana na kile kilichozungumzwa uh, na Gladys Wanga, watailinda vipi hii legasi iliyoachwa na marehemu Raila Amolo Odinga na hiki chama kitaimarika vipi kuanzia sasa na kuendelea. Hata yeye tutampa nafasi atueleze uh, mengi baadaye. Kwa sasa nipe nafasi nichukue mapumziko mafupi, tukirudi tutakuwa na vidokezo baadaye, na pia vilevile itakuwa tunajitayarisha kuingia katika sehemu yetu ya mahojiano haya na mahojiano atakaofuatia baada ya haya.